Hello watu wa Mungu karibuni hapa RFK TV Online naitwa Madam Glory Basuta karibu katika kipindi changu cha sauti ya faraja watu wa Mungu kabla yote usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare hii video kwa watu wengine watu wa Mungu leo nimekuja na mada ya jinsi meditation ilivyobadilisha maisha yangu ya kiroho kuna siku niliwa kutengeneza pia video hapa inayosema mambo palepale kuhusu meditation. Unaweza ukaenda kwenye video hapa RFK TV Online ukatafuta hiyo video ya meditation. Sasa meditation imebadilisha maisha yangu ya kiroho kwa asilimia kubwa sana, yani zaidi ya mia moja hivi. Nilivyo leo ni kutokana na zoezi la meditation nilokuwa nafanya, ambalo likanipa mimi nguvu zaidi, likanipa mambo mengi mengi ambayo ndio naenda kuyasema ileo kwenye. Jambo la kwanza kabisa, meditation imenipa utulivu wa ndani. Zamani kabla ya meditation, akili yangu ilikuwa imejaa mawazo mengi sana, ilikuwa imejaa hofu, ilikuwa imejaa msongo wa mawazo. Kama ambavyo nilikuwa nawaambia, nilikuwa naogopa hata kuendesha gari, lakini baada ya meditation uoga, hofu, msongo wa mawazo vyote vikapotea. Aa, nikawa na utulivu wa ndani. Na kitu cha pili kilichonifanyia meditation, imeimarisha uhusiano wangu na Mungu, yani kwa asilimia kubwa sana uhusiano wangu na Mungu umeimarishwa. Yani meditation imenipa nafasi ya kutafakari zaidi kuhusu uhusiano usi, wangu na Muumba wangu, kuhusu uhusiano wangu na Mungu, na ndio pale ambapo nikajua zaidi kuwa Mungu yuko ndani yangu, kuwa nina uwezo wa kufanya vitu vyovyote, kwa maana hiyo nguvu nimepewa na Muumba wangu, kwa uhusiano wangu na Mungu ume umeimarika. Na kitu cha tatu, imeongeza uwezo wangu wa kusamehe na kujipenda. Katika maisha yangu niliyopitia nilikuwa na watu wengi sana ambao walisababisha mambo magumu sana kwangu, lakini baada ya kujua meditation, baada ya kufanya sana meditation, nikaweza kuwasamea watu na mimi mwenyewe. Nilikuwa najichukia najiona sio nipoje, lakini hii meditation ikanipelekea kujipenda. Mpaka watu sasa hivi wengi sana, hata ukiniona tu utaona ni jinsi gani ambavyo najipenda, utaona jinsi gani ambavyo nina amani yani ya moyo kutokana na kuwa vile kusamehe watu na kujipenda mwenyewe kwa unakuwa na amani muda wote. Kwa hiyo meditation hii imenifundisha ni vitu vingi sana vya kuachilia mizigo, yani kuachilia vyote ambavyo vilikuwa vinakaa roho na viweka nikaviachilia. Na kitu cha nne meditation iliyofanya imenifanya mvumilivu na mwenye shukrani. Yaani maisha tunajua yana changamoto nyingi sana lakini meditation imenisaidia kukubali hiyo hali na kuwa na mtu na wa shukrani kwa shukrani. Ndio maana utakuta hata muda mwingine sasa hivi kwenye wapi wapi utakuta naandika am so grateful, am nini nini, yani jinsi gani naonesha shukrani kwa hata kwa hivi nilivyo navyo, inatakiwa niwe na shukrani, ndivyo ambavyo utapata vingine zaidi na zaidi na kabla ya kulalamika sasa hivi nimejifunza kuona baraka hata katika mambo madogo, na ndio maana baraka zinakuja sana kwangu, ndio maana hata vitu vikubwa vikubwa vinakuja kwangu. Kwa nini? Ni kutokana na kuwa na shukrani. Wafikiria hii leo mimi ningeweza kushinda dola 5000 kutoka kwa Tony Erumeru Foundation, lakini kutokana na kuwa na shukrani vile vidogo kwa Mungu wangu ambaye nimepata uhusiano wangu na Mungu wangu mzuri, kwa ananipa vitu vingi vingi na zaidi ya zaidi ya zaidi zaidi. Kwa shukrani ni kitu kizuri sana. Na kitu cha mwisho kabisa ambacho meditation kimenifanyia, ni imeongeza nguvu yangu ya maombi na kutafakari. Yaani, kabla sijajifunza ya ku meditation, nilikuwa mvivu sana wa maombi, hata kukaa kutafakari neno la Mungu, lakini baada ya kufanya meditation ilionipa utulivu wangu wa ndani, imeniwezesha pia sasa kuongeza nguvu yangu ya maombe na kutafakari. Sasa hivi hadi naweza na ratiba kila siku, usiku lazima niamke saa tisa alfajiri nifanye maombi, lazima nikiamka nifanye maombi, lazima nikifanya kila kitu nifanye maombi kabla ya kulala, baadaye nifanye maombi. Ni nini? Ni kutokana na meditation hii ilionipa hizi nguvu, kwa hiyo yaani ninaomba, ninavyokuwa naomba hata siku hizi yaani ya uombi tu baraka yaani bali nachukua muda wa kujielewa na kujieleza katika maombi kwa utulivu na imani thabiti. So kila siku nakuja Mungu naomba nipe hiki nipe hiki hapana. Sasa hivi yaani unakuwa unajielewa kwa meditation. Ni nzuri sana watu wa Mungu. Hebu tenga muda huo unafanya meditation. kama uwezi meditation nitafute, mimi nitakufundisha. Yani meditation ni nzuri sana sana sana, japokuwa watu wanazani meditation ni vitu vya kishirikina uchawi frmao, lakini no, sio hivyo mtu wa Mungu. Asanteni sana kwa kuwa nami siku ya leo katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja. Mungu awabariki sana, usisahau kama ujasubsribe hapa kama TV Online, subscribe usisahau kuent katika video hii kulaiki katika video hii na kushare hii video kwa watu wengine, ili nao wapate kujifunza haya maneno ya Sauti ya Faraja kutoka kwangu. Asanteni sana, Mungu anatupenda.